Yaani wadada naye kuwatetea na inakuwa ngumu, wamama kuwatetea itakuwa ngumu. Wamama wanachit huku nje hey. Wamama wanachit huku nje bila huruma especially married women. Married women they are cheating. Ni kama wanatumika na shetani, ni kama wanatua na shetani, wanachitu bila huruma Yaani, mama unaishi na yeye kwa nyumba, anatoka asubuhi, anaenda kazi na anarudi jioni, like nothing has happened. Atakusave hiyo kitu maridadi mzuri sana, utakula mpaka utaramba sana na hauta notice hiyo kitu imetoka kugongwa 30 minutes ago, mm, au, <laughs> hauta notice. Yeah. Dada wamekuwa wajanja, ataenda huko nje, hiyo kitu itagongwa vizuri huko nje na atarudi na hauta notice. Hiyo kitu itaoshwa maridadi mzuri itatolewa, kila kitu itaoshwa na maji safi, yani ing'are kabisa. Ukiingia utadhani hata ijaguzwa for the last one month. mm <laughs> <laughs> Hii nayo ni siri ni mwaibia. Ati wangu mm, hawezi wangu, awezi, wangu awezi chit. Eh? Eh? My brother. <laughs> Ah. Alafu wenye kusema tu mimi yangu higuzwa nitajua eh? bion kisongeshwa mimi nitajua eh. Eh? bion kisongeshwa utajua. Kukiwa na, na kukiwa na maji ya cloves. Kukiwa na maji ya karafuu inafanyia wamama justice. I inafanyia justice ingine huko. Eh, ni hayo tu kwa sasa. Thank you.